Yes, ni MoSports Media kama iiakaaraki wa kwanza, basi nakwambia subscribe, like, comment na kushare ili uzidi kupata updates za usajili pamoja na habari zingine za kimichezo. Yes, kama mlivyosikia na kama mnakumbuka nishawahi kumzungumzia kijana huyu hapa kwenye akaunti yangu e, mapema sana, na sasa utabiri umetimia baada e, mani alisema ni mwanengo kutambulishwa rasmi ndani ya Yanga. Kijana huyu mwenye asili ya mkoani Mwanza anakuja osn kama eh, mwenye ya nguvu na kasi ya ajabu, sifa ambazo alizionyesha vyema msimu uliopita ikiwa na Tabora United, ambapo sasa inatambulika kama TRI World Club, ambapo alicheza mechi 21 akafunga mabao mawili na kutoa assist mmoja. Matarajio makubwa sana, kwani anakuja kuongeza ukatili na nguvu kwenye safu ya ushambuliaji ya kocha Pedro Goncalves. Uh, ambayo anatarajiwa uh, uh, uh, kuwa silaha muhimu ya kuvunja kuta ngumu katika Ligi Kuu na michuano ya kimataifa. Je, Samali Manengo atafanya kama alivyofanya Clement Mzize mpaka sasa anayewindwa na vilabu vikubwa barani Afrika? Tusubiri ni kuona eh, kama Samali naye atafanya kama alivyofanya Clement Mzize, na ili kumshuhudia basi Samali eh, Manengo atakipiga katika na ni michuano ya Mapinduzi Cup uko mm -hmm. E, katika visiwa vya karafuu uko Zanzibar kubwa. E, asubuhi ya leo kuhusiana na Yanga ni kuhusu fundi wa mpira kutoka e, Togo Marouf Tchakei, ambaye zosezi zinasema ameshafika makubaliano na kujiunga na klabu hiyo ya Yanga Afrika. Tchakei anakuja Jangwani akiwa na wasifu mkubwa baada ya msimu uliopita ndani ya Singida Black Stars kuonyesha takwimu za hatari. Alicheza mechi ishirini na tatu akafunga mabao sita na kutoa pasi za mwisho nne Na ikumbuka kwamba alikuwa mchezaji wa zamani wa AC Vita klabu ya huko nchini Kongo, e, akidhibitisha kuwa yeye ni kiungo mshambuliaji mwenye macho ya goli. Kichambuzi na, e, chake ni mtaalamu wa mipira ya adhabu set pieces na pasi za kupenyeza, jambo ambalo litaifanya safu ya kiungo ya Pedro Goncalves na Yanga kiujumla kuwa na ubunifu wa hali ya juu. Matarajio ya wananchi ni kuona fundi huyu akiunganisha timu na kutengeneza nafasi nyingi zaidi za mabao kuelekea michuano ya ligi kuu na kimataifa. Sidhani kama atacheza kutokana na alikuwa na Singida na alisha cheza baadhi ya mechi ya kimataifa. Nazungumzia CAF Confederation Cup ambapo Singida nao wapo. Je, unadhani e, Tchakei ndiye kiungo sahihi wa kuongeza makali Yanga msimu huu? E, tupia maoni yako hapa basi na mimi nitakujibu. E, na vipi utakuwa na maoni gani kuhusiana e, na huyo Marouf Tchakei kuja klabu ya Yanga. Je, naye anaweza kupata namba au atasugua benchi kama viungo wengine? Yes, safari nyingine kubwa hii asubuhi ya leo Desemba 30, 2025 kwenye dirisha hili dogo la usajili ni kuhusiana na tasisi za usajili zimehamia kwa kiungo mkabaji Kisiki Mohamed Damaro Camara ambaye anatajwa kumalizana na Yanga Sports Club. Camara ambaye ni raia wa Guinea si jina geni kwa wafuatiliaji wa ligi kuu ya NBC, kwani ya msimu uliopita ndani ya Singida Black Stars, pamoja na msimu huu amekuwa injini haswa wa kikosi hicho cha e, e, cha Singida Black Star. Akiwa na Singida msimu wa 2025 26 amaa, amecheza jumla ya mechi 26 akifunga mabao manne na kutoa pasi za mwisho e, tisa, takwimu ambazo ni za kipekee kwa kiungo mkabaji kama Mohamed Damaro Kamara. Kabla ya kutua Singida Julai, Kamara alijijengea jina lake kule nchini kwao Gine, eh, alicheza katika klabu kubwa kama Hafia FC kuanzia mwaka 2024 na kabla hapo alikuwa akikiwasha ndani ya timu ya Milo FC. Kichambuzi yes, eh, usajili huu ni msumari mwingine wa moto kwa wapinzani. Yes, kwani Kamara anakuja Jangwani leta ukuta wa chuma katikati ya uwanja akitumia urefu wake wa mita moja pointi nane nane na uzoefu wake wa kimataifa Damaro Camara eh, eh, atakuja kuchukua namba eh, nani ya nane pale katika klabu ya Yanga na yeye eh, pamoja na Marouf Tchakei wataja au watafiti kwenye mfumo wa Pedro Goncalves eh, kocha wa Yanga ni swala la kusubiri na kuona e, kama kwa e, mara pamoja na Marouf Tchakei wanaweza kufitikata mfumo wa kocha na ku deliver kile ambacho watu wengi wanatarajia na walichoki deliver wakiwa na Singida Black Stars. Kwa hiyo Marouf Tchakei pamoja na Damaro e, na, na Camara ni wachezaji ambao wako mbioni au wako mwishoni mwishoni ikikamilisha dili kujiunga na mitaa ya na Jangwani kwa maana ya Young Africa. Kama hujasubscribe basi, nakukumbusha subscribe, ulike, comment na no kushare ili usipitwa nambari zingine za usajili.